ya kwamba zipo asasi za kiraia, vyama vya siasa na baadhi ya NGOs kutumika kutaka kuchochea vurugu katika taifa letu, na wengine hawa wameenda bali, wanawachukua vijana wa Kitanzania wanawapeleka mafunzoni kuwajengea uwezo wa kufanya vurugu nje ya nchi jirani tu hapa, niwaambie, taarifa zenu tunazo na tunawajueni. Na mimi muda ukifika nikiona tabia hii bado mnaendeleza nitawataja hadharani, ili serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iweze kuwachukulia hatua bara. Sisi jumia, Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tumejipambanua kulinda amani. Lakini sisi jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tumejipambanua kulinda umoja na mshikamano wa taifa letu. Lakini pia sisi jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tumejipanga na tumejidhati kuhamasisha vijana juu ya umuhimu wa kujenga uchumi wao, lakini pia na kupenda nchi yao na kamwe kutokubali kutumika katika machafuko ya nchi yetu. Vijana oye! Vijana safi! Hivyo ni kwa mbioni, ndugu vijana wenzangu, ninayo orodha ya hizo asasi, ninayo orodha ya hivyo vyama vya siasa, ninayo orodha ya hizo baadhi ya NGOs zinazojaribu kutumia vijana kwa lengo la kutaka kuvuruga amani ya nchi yetu.

Ndugu mwenyekiti, huu ni mwaka wa uchaguzi. Kuna baadhi ya watu wameanza kupita maeneo wakihamasisha vijana na Watanzania kuingia barabarani na kufanya fujo. Mimi nataka niseme, sisi Geita hatutakuwa sehemu ya kuvunja amani ya nchi yetu, hatutakuwa sehemu ya kuikanyaga katiba yetu na kutokushindwa kwenda kufanya uchaguzi. Mimi nikuhakikishie vijana wa mkoa wa Geita, tunajielewa na tumejiandaa kwa uchaguzi. Lakini ndugu mwenyekiti, mimi nilitipa muda wa kufanya utafiti kidogo, hawa watu kwa nini wanatuhamasisha sisi wa Tanzania kwenda barabarani na kufanya fujo? Utafiti wangu ulinipa majibu yafuatayo yule mwenyekiti wa Chadema, yule mwenyekiti wa Chadema, yeye familia yake haipo Tanzania, mke wake na watoto wake wanasoma nje na wanaishi nje. Lakini kuna wajumbe wa kamati kuu wale ambao walikuwa wamekimbilia nje, familia zao zote ziko nje, wanatuhamasisha sisi ambao familia zetu ziko hapa uyofu tuingie barabarani, ili tukose makazi mazuri, tukose elimu. Ndugu zangu tuwapuze na tuwakatae wao wanatuhamasisha kufanya fujo kwa sababu wanazo paspoti tayari za kwenda nje, no, na kwenda kuishi na familia zao.